Shetani asifuna Babu wino na huyo mwenzake mwenye anaitwa James Orengo, tunakataa kama wakina mama, ati wawache kutu confuse, hatutaki confusion. Baba Raila alikufa alituacha katika government ya Samei William Ruto, hapo ndio tutakwamilia mpaka ia 2032. Hakuna direction, direction yoyote yenye atawapea kama wakina mama. William Ruto amefanya kazi kwa miaka mitatu tu. Lakini hata ukiangalia hii Kisumu yetu tunakaa kama watu wenye wako kwa nchi ya nje na is affordable houses. Tunakaa kama watu wenye wako Singapore. We are not going back to demonstrate. Our children have been killed just because of demonstration. And we are not meant for demonstration. As Luo's, as audience, we are not the only people in this Kenya.

See beyond your nose. Tutaki confusion yote, kama sisi watu wa Kisumu na wajaluo wote, nyinyi mnatupeleka wapi na ajenda yenu ni nini hasa? Tunasema ya kwamba utuambie wewe na Babu na Sifuna, sisi kama watu wa ODM kutoka Nyanza, kutoka Homa Bay, kutoka Migori na kutoka Kisumu, mnatupeleka wapi, kwa sababu sisi tulibakishwa hapa katika broad-based government na tumeona matunda ya broad-based government.